Bwana Yesu asifiwe sana mpendwa mtazamaji wa Muhai TV. Nakukaribisha tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Ah, tuko katika Juma Takatifu. Leo ni Alhamisi inaitwa Alhamisi ya Amri. Alhamisi ya Amri, katika siku hii ndio siku ambayo wakuu wa makuhani walipotoa amri ya kukamatwa kwa Yesu, lakini siku hii ndiyo siku ambayo Yesu alianzisha Ekaristi Takatifu ama ushirika mtakatifu, ama unaweza kusema chakula cha Bwana. Ndiyo siku hii alipoanzisha, lakini pia siku hii ndiyo siku Yesu alipowaosha wanafunzi wake miguu.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 Yesu hali akijua ya kuwa baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anapenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando ya mavazi yake, akatwaa kitambaa, akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuri, akaanza kuwatawaza wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo iwaja kwa Simoni Petro. Hivyo iwaaja kwa Simoni Petro. Uh, huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawaza miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nisipo nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalitambua utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawaza miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawaza huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia yeye, yeah, yeah, aliyekwisha kuoga kuwoga hana haja ila ya kutawaza miguu, bali usafi mwili wote, nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Amen. Kama nilivyosema, hii ilikuwa siku maalumu, siku maalumu kabisa kwa Yesu Kristo na wale tena shara wake ni siku ambayo um, Bwana alianzisha Ekaristi, alianzisha meza ya Bwana, alianzisha sakramenti ya ushirika mtakatifu, ama alianzisha sakramenti ya chakula cha Bwana, ambayo kila Mkristo mwaminifu na kila Mkristo anayeishi kwa uaminifu hushiriki chakula hiki kila mara. Hivyo basi siku hii wakiwa katika chakula, maana ilikuwa wakisherehekea Pasaka. Sasa wakiwa katika chakula, saa za jioni, Yesu, Biblia inasema, akavua mavazi yake, akajifunga kitambaa. Hapa kitambaa, maana yake taulo. Akachukua maji, akaanza kuwaosha wanafunzi wake miguu. Tendo hiki cha kuwaosha miguu zamani kilifanywa na, kilikuwa kinafanywa na watumwa. Mtumwa bwana wake anaporudi kutoka kazini shambani, au popote anapotoka, basi yeye kazi yake ilikuwa kumuosha miguu na kuhakikisha amekuwa safi. Hivyo sasa Yesu akaanza kuwaosha wanafunzi wake miguu, ukijua kwamba Yesu ni mkuu kuliko wao. Hivyo alipokuwa akifanya hivyo, akafika kwa Petro. Petro akamwambia <laughs> Bwana, wewe huwezi kuniosha mimi mimi ni mtu dhaifu, mimi si wewe, huwezi kuniosha kabisa, hapana. Petro aligundua kwamba Yesu ni mkuu kuliko yeye, na yeye amepaswa, yeye ndio amuoshe Yesu miguu, lakini kinyume chake, Yesu ndio anataka kumuosha. Akataka kukataa, lakini Yesu akamwambia neno gumu, akamwambia, nisipokutawaza huna shirika nami. Kutawaza maana yake kuosha, akasema, nisipokuosha huna shirika nami. Maana, wa, maana yake ni kwamba nisipokuosha miguu basi wewe hutakuwa wangu. Ndipo Petro akasema baba, hapana, sasa sio miguu tu, kichwa changu na mikono yangu yote unaweza kuosha. Lakini Yesu akamwambia ah, mimi nafanya hili jambo ambalo wewe utalifahamu baadaye na ukumbuke Yuda Iskarioti, saa ile ndo alikuwa ameshajazwa moyo wa kumsaliti, na yuko pale na yeye pia akaoshwa. Ndipo Yesu akasema, nimefanya hivi, lakini sio nyote mko safi. Maana yake alimnena Yuda ambaye angemsaliti, ndio maana alisema si nyote mlio safi. Ah, kitendo hiki cha Yesu kuanzisha Ekaristi au chakula alikianzisha kwa makusudi kwamba kwenye wainjilisti wengine anasema e, usiku ule alitwaa mkate akaubariki, akawapa, akasema huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Na vivyo hivyo alipo alipo akakichwa vivyo hivyo wakati wa kula akakitwaa kikombe, akashukuru pia akawapa, akasema hii ni damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa kuondolea dhambi, basi kunyweni mkikumbuka. Sasa kitendo hiki cha kula pamoja nao na kuambia maneno haya ndicho kitendo kinaitwa cha kuanzishwa kwa chakula cha Bwana. Hivyo basi chakula cha Bwana kimeanzishwa katika Injili ya Yohana sura ya sita mstari wa hamsini na mbili mpaka na tatu na nne anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Maana yake ule ushirika mtakatifu tunaoshiriki kila baada ya kipindi fulani mle kanisani, basi tunaulaga mwili wa Yesu na damu yake tunainywa sasa anasema asiyekula hana uzima wa milele, lakini anayekula, anasema aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Tafsiri yake ni kwamba kama hushiriki chakula cha Bwana, hauuli mwili wa Yesu Kristo wala damu yake, hautafufuliwa siku ya mwisho. Pendwa mtazamaji wangu, jambo la pili, kitendo cha kuwaosha wanafunzi miguu kile ni kitendo cha upendo, ni kitendo cha upendo alichokionyesha pake kwao. Aliwaonyesha upendo usio wa kawaida, aliwaonyesha unyenyekevu usio wa kawaida, lakini aliwaonyesha utumishi usio wa kawaida ambao mimi na wewe tunapaswa kuonyesha. Tunapaswa kuwaonyesha wenzetu upendo, tunapaswa kuwaonyesha wenzetu unyenyekevu tulio nao, lakini pia tunapaswa kuwaonyesha wenzetu Uh, utumishi, utumishi, kazi iliyofanywa na watumwa, yeye anafanya. Maana yake kazi ambayo watu wameidharau, wamewapa watumishi wa nyumbani, wamewapa eh, wafanyakazi wa nyumbani, kazi hiyo hiyo na sisi tunapaswa kuifanywa. Mungu akubariki mtu wa Mungu, hili ni jambo jema, na wewe ukilifanya jambo hili utapokea baraka. Uombe katika wakati huu na kipindi hiki ambapo tumetazama mambo haya mawili makubwa. Katika mambo haya mawili, jitahidi usikose hata moja. Hakikisha unashiriki meza ya Bwana kila inapoandaliwa kule kanisani, na pili, hakikisha unawatendea watu mema. Onyesha upendo wako kwao, onyesha unyenyekevu wako kwao, onyesha moyo wa upendo kwao na utumishi uliotukuka. Mungu wangu wa mbinguni atakubariki. Usikose kuniunga mkono na kuni subscribe kwenye youtube yangu, na Mungu wa mbinguni atakubarikia sana, barikiwe sana. Tutakie Juma Takatifu jema, tukutane kesho katika e, Ijumaa Kuu, siku ambayo Yesu Kristo alisulubiwa na kutangazia ulimwengu msamaha kutangazia ulimwengu msamaha, na kila mtu anayemwamini anaupokea msamaha huo. Mungu wa mbinguni akubariki, nikutakie kila laheri na maandalizi mema ya wakati wa Pasaka. Nikutakie kila laheli na uwe na amani, wala usiogope, katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen.